Ya okay, yana drain, kwa hiyo ya akishatoka unaingiza maji mengine masafi like, Ndio. Hili nalo ni design ile ile ya bwawa, tofauti yake ni shape. Lile pale kama unavyoona ni rectangle. Hili hapa ni la circle. Ndio. Gharama yake hii iko chini kwa sababu hili ni dogo inachukua lita chache za maji, linachukua lita nyingi ya maji, samaki 80 maximum. Samaki samaki 80. Ndio, ni muda ni sawa ule ule. Ule. Kambale unawafuga <coughs> una vile vile kama sato. miezi sita mm. unavuna wafuichi mm. tofauti yake kwamba sato atakuwa mm. haraka kama kambale. Kambale ndani ya miezi sita unaweza ukavuna akiwa na gramu 800 mpaka kilo moja. Naam. Kwa kama nilivyotanguliza kusema kwamba mm -hmm. sisi tunajihusisha na uzalishaji wa chakula bora sana cha samaki mm -hmm. kwa upande wa Tanzania kama kinavyoonekana. hiki okay. ni chakula cha samaki kizuri sana ambacho mm -hmm. ukimlisha samaki wako anakuwa haraka ndani ya miezi mingapi? mm -hmm. miezi sita na ukamvuna mm -hmm. Hiki chakula mbona kina harufu kama samaki wenyewe? Ndio. Ni inatokana na nini? Okay, sawa. Hiki mm -hmm. chakula chetu sisi tuna kiprocess maabara mm -hmm. kwa ajili ya kutengeneza kitu ambacho mm -hmm. kitakuwa kina resemble na kile chakula anachokula akiwa kwenye mazingira yake ya asili. Kwa hiyo sisi tuna source material mbalimbali ya kupeleka maabara na kuyachakata. Mm-hmm. Tunapata formula bolas ambazo zinamfanya samaki akue haraka na akipende. Na hiyo harufu unaoipata ni sisi tunaifanya itokee hiyo harufu ili yeye hiyo harufu inamshawishi kula. Kwa hiyo tukishakitengeneza maabara formula, tukaipata na tunaingia kiwandani na kuanza kuzalisha chakula cha kutosha. Tunaona kuna vibox hapa, hivi vibox kwa huko ndio. Okay. hivi vibox ni vya nini? Sawa mm hizi -hmm. boksi unazoziona ni bidhaa yetu nyingine mm -hmm. sisi kama nilivyosema ni Labtech Company mm -hmm. tunajihusisha na utengenezaji wa vitu mbalimbali kwenye upande wa kilimo na mifugo mm -hmm. Kwa hiyo kwa leo hii, mm -hmm. na naneni hii tumekuja na bidhaa kama hivyo za samaki chakula mm -hmm. pamoja na hii mbolea Okay. Hii ni mbolea ya asili mm -hmm. Inaitwa Ikovita kama jina linavyoonekana, ni mbolea bora sana kwa sasa mm -hmm. Imesajiliwa katika mamlaka zote ikiwemo okay. Eh, okay. na TFRA kwenye upande so la kilimo ah, okay. ndio, sio kwenye samaki. samaki. Ndio. Lakini chakula, hapa, okay. chakula mm -hmm. kama unavyokiona mm -hmm. sisi tuna package za design mbili mm -hmm. tuna mifuko ya kilo 25 kama hii Mfuko. Mfuko kama huu wa kilo ishirini na tano inakuwa shilingi elfu sabini na tano. Ambapo naweza nikatumia kwa samaki mia na, mm. eh, ni mia na ishirini, mia na ishirini. Nitatumia kwa muda gani? Kwa begi mbili za huu mfuko unaweza ukalisha miezi yote mpaka unavuna kwa hiyo idadi begi mbili begi mbili kwa maana mfuko huu. Mfuko huu na mfuko mwingine F f f f A, ni kilo hamsini ambayo ni laki na nusu ha, ue, unafuga na nusu e, utafuga kwa miezi yote sita. Kwa hiyo idadi ya idadi ya samaki ndio, na samaki mmoja kilo shingapi? Samaki mmoja inatofautana bei kulingana na mkoa. Kwa mfano sisi tunatokea Dar es Salaam hey. Ukienda buchani samaki kilo moja ya sato inauza shilingi elfu kumi na moja mpaka elfu kumi na mbili. Tuzungumzie kwamba bucha kilo moja ni shilingi elfu kumi tu. Ndio. Kwa hiyo samaki wangu mia na ishirini ambao ukifuga kwa miezi sita watakupa kilo sitini kilo, kilo sitini ambazo ukiziuza kwa kilo eh, shilingi elfu kumi utapata laki sita. Laki sita. Ndiyo. Ndiyo, nimeshatoa laki moja ya Laki moja na nusu ya chakula eh, na vifaranga vyako. Ndio, ndio, ukitaka kuongeza idadi ya samaki tunatakiwa tuongeze mfumo wa hewa pale pale kwenye bwawa lilelile, eh, tunachokifanya sisi tuna install system ambazo zitaongeza hewa ya ziada. Hizi system zinaitwa aeration system mm -hmm. ambazo tunafunga compressor nje, ambayo inakuwa connected kwenye umeme. Tunashauri wafugaji watumie sola kwa ajili ya kupunguza gharama. Kwa hiyo ile tukishai connect kwenye umeme mm -hmm. italeta hewa ya ziada kwenye bwawa ukiacha hii hewa ambayo tunategemea mm. ya kwenye atmosphere mm. ile hewa ya ziada itanisaidia mimi ku double production. Kwa hiyo kama nilikuwa naweka mia na ishirini, naweza nikaweka mia mbili na arobaini bwawa hilo hilo, kwa kuongeza mfumo wa hewa pale kwa kwa inaenda kwenye shilingi laki tatu na themanini, full system ya kuongeza hewa, ukija uh, system, system yote, yote, kwetu ukanunua vifaranga na chakula cha samaki wa kuongeza hewa ambao utakukost shilingi laki tatu na themanini tu. Okay, neno langu mimi hasa linaenda kwa vijana mm -hmm. vijana wenye umri kama wangu au kama wako, ni sahi, ni sahi, ni shauri kutokana na mazingira yaliyokuwepo sasa hivi mm. ni washauri vijana tuwekeze mm. kwenye kilimo tuwekeze kwenye ufugaji mm. kwa sababu ni sekta ambayo inalipa mm. inalipa bila shaka lolote. Kinachotakiwa ni consistency, uvumilivu basi. Ehe, unanishauri kati ya samaki na kuku. Ndio okay kwangu mimi, kwa sababu nilishawahi kufuga kuku pia kabla na sasa hivi niko kwenye samaki. Kwa nini niko kwenye samaki sasa hivi mm? ni kwa sababu nimegundua ufugaji wa samaki ni mfugaji mwepesi zaidi kuliko kuku mm. kwa hiyo, kwa kijana yeyote hata kwa mtu mzima ambaye anastaafu mm. nitamshauri aingie kwenye ufugaji wa samaki bila, kwa sababu hata serikali yenyewe sasa hivi inapigia mm. chapua ufugaji wa samaki. Ukienda ziwa Victoria, kuna uwekezaji mkubwa mm. ukienda Tanganyika, kuna uwekezaji mkubwa mikopo inatolewa na, na serikali watu wafuge samaki, kwa sababu ni kitu ambacho kinaripa na wala hakihitaji elimu kubwa mm. ya kiasi hicho kufanya. Asante, asante sana yeah. Na mpenzi eh, mtazamaji wa Swahili TV, pamoja na Ade Link TV. Na huu ni mwisho wa kipindi chetu ambacho kimeweza tumeweza kunufaika kwa kiasi kikubwa sana, ambapo tumeona eh, ufugaji wa samaki, tumeona eh, mabanda mawili ama hivyo eh, ma, tuseme mabanda mawili ya ufugaji wa samaki. Kitaalamu mnaitaje? Ni bwawa la. Eh, mabwawa mawili eh, kuna bwawa la refu kama la, tuseme kama box alafu kuna bwawa ambalo mba. limezunguka la duara kwa hii hapa inaonyesha namna gani ndugu zetu wameleta yeah, wa mapinduzi eh, katika sekta hii ya ufugaji eh. Namba za simu ni hizo hapo chini, unaweza ukawapigia eh, kwa ajili ya kuweza eh, kupata bidhaa zao eh, na hapa wako ndani ya maonyesho ya Nane Nane eh, Kanda Mashariki Morogoro eh, mwaka 2024. Jina langu ni Bwana Ahmed Kombo, nyuma picha eh, ni ndugu yangu Abdallah pamoja na mchanganya pichangu ni Abdallah Matotola. Niseme asante.